Zaidi ya familia elfu tatu ya wakazi wa Gazi, kaunti ya Kwale wasalia bila makazi baada ya nyumba zao kubomolewa bila ilani. Ubomozi huo umetekelezwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa polisi na ijulikani ni nani aliagiza ubomozi huo. Kilichopo hapa ni maonevu, kwa sababu tunachokiona hapa sisi, walikuja jana watu wapawa, wakakatazwa wakaenda na polisi, lakini leo saa kumi na moja asubuhi tumeona ugeni ambao si wa kawaida, mapanga, vijana kama mia mbili na mapanga, polisi na viongozi baadhi ambao wamesimama kando bila taarifa, wakaanza kuvunja manyumba na cha kushangaza, wavunjaji wanaiba mpaka ma TV na simu na kila kitu. Sasa je, hii mambo ni ya serikali? Kama ni serikali, mbona wanakuja watu ambao wana mapanga, wanaiba simu, wananyanyasa vijana, wananyanyasa kinamama? Sasa tunataka kujua kutoka kwa serikali, huu ujio ni wa serikali ama ni wauhuni wa kawaida? Kwa sababu hatuoni viongozi wetu wakiwa hapa, hatuoni gavana, hatuoni mbunge, hatuoni kansela. Mbunge amekimbia na anakaa eneo hili. Sasa tunataka kujua ni kina nani, huu ugeni ni wa vipi na uko chini ya ulinzi? Na tumekuwa chini ya ulinzi na polisi zaidi ya mia mbili mia tatu Tunataka kujua kutoka serikali mtatusaidiaje hapa kama wakazi wa Gazi. Kwa notice, tungejua kwamba ni miezi mitatu mtu amepewa kama notice, akaya akijipanga, lakini mtu amelala tu, kuamka anavunjiwa nyumba, hakuna court order, hakuna nini hakuna lolote ambalo litakuwa limempatia mwana mmoja. Niongee na nyanya, majina yako. Mimi naitwa Martina Kijani mkaji wa hapa landi. Mimi nimezaliwa hapa na mimi na wazazi, na watoto wangu na mimi na wajukuu na utukuu. Hivi leo naambiwa niame niondoke, niende niende wapi? Asubuhi ya saa kumi na moja watu wanaanza kuvunjwa nyumba na notice ambayo mtu hajapewa kama ingekuwa mtu amepewa notice, tungejua kwamba ni miezi mitatu mtu amepewa kama notice akae akijipanga, lakini mtu amelala tu, kuamka anavunjiwa nyumba. Hakuna kotooda, hakuna nini, hakuna lolote ambalo litakuwa limempatia mwana